Jaribu lolote ambalo Mungu anaweza akaruhusu ulipitie huwa anakupa na nguvu za kulihimili hilo jaribu. Mungu hawezi akazuia usiolewe au usioe. Mungu hawezi akaruhusu ukawa na fighting za kila mara kwa mara kwenye ndoa yako. Huyo sio Mungu. Mungu hawezi akaruhusu kwamba kila biashara unayopata iharibike tu, kila mradi unaoanzisha ufe tu. Ah, ah. Huyo sio Mungu. Mungu. Kwa nini sio Mungu? Kwa sababu alipokuumba alikubarikia. Neno la kwanza kabisa Mungu analotamka baada ya kumwumba mwanadamu akawabarikia, akawaambia zaeni mkaongezeke, anatamka baraka. Sasa huyo Mungu hawezi akajipinga, hawezi akajipinga. Changamoto ambayo watu wengi tunayo ni ile ambayo mwanafalsafa Socrates alisema kwamba watu wengi siku hizi hawana muda wa kujiasesi wao wenyewe Yaani hawana ule utulivu wa kujitafakari au kujiuliza maswali wao kwa wao, kwamba hichi ninachokipitia nyuma yake ni mkono wa Mungu au ni yule mwovu Shetani? Ndio maana ni muhimu sana, kama uko kwa Mungu uwe kwa Mungu, kama uko kwa Shetani, usianganye mambo, usianganye mambo kabisa.